E, bwana, voice ya Ibra akiwa anaelezea situation ambayo ameipitia mpaka kupelekea yeye kuamua kujitoa katika record label ya Konde Gang Konde Music Worldwide akiwa anazungumza na Mwijaku pale Crown FM, ni kwamba voice bwana, zimesambaa mtandaoni sasa hivi na watu wameanza kufuatilia kiundani kuhusiana na hii situation. E, bwana, jambo ni zito kweli kweli, ni kwamba Ibra ameeleza kwamba kumbe sababu ni kwamba mama yake bwana, anaumwa. Mama yake Ibra ana tatizo, alikuwa na uvimbe kwenye sehemu ya ziwa. Eh, sasa kwa juu amedai kwamba kuna uvimbe ambao ulikuwa hujajulikana kama ni saratani au ni nini. Kwa hivyo basi ni kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua kwa muda kidogo tokea Ramadhani, umeona eh, kwa hiyo ikabidi ampeleke mama yake hospitalini, na hivyo basi, kutokana na hilo ikapelekea Ibra akawa amepasuka pesa, yani ni kwamba pesa zilikuwa zimemtoka nyingi, lakini at the end of the day eh, kuna pesa yake anadai kwamba ilikuwa imebaki kwa Harmonize, alikuwa anaiomba. Kwa hiyo ndo akampigia simu Konde, kwa ajili ya kumwambia kwamba amtumie hiyo pesa akafanye photoshoot ili anaweza akiwa aki na imani kwamba akienda kufanya photoshoot bwana, anaweza akapata show akaenda kupiga show akapata pesa ya kwenda kumsaidia mama yake kule hospitalini. Kwa hiyo mamake alikuwa amelazwa. Umeona bwana, sasa hicho ni kitu ambacho kilimfanya kumsukuma Ibrah kwenda kupresha kidogo kwa Harmonize ili apate pesa kwa ajili ya kusukuma mambo yake hapa na pale ili aweze kusovu issue ya mamake, eh, bili kule hospitalini. Sasa. Eh, kilichotokea ni kwamba Harmonize bwana hakupokea vizuri hizo habari. Alimind hapo hapo akamwambia kwamba je, usinge kuwa msanii pesa ungepata wapi? Umeona it means kwamba Harmonize alikuwa anadhani labda Ibra atakuwa na angefanya business nyingine za huku na kule, ili ziwe zinamuingizia pesa asitegemee zaidi sana kwenye upande wa usanii, kwamba akipata na chochote anamgusa Harmonize na vitu vingine kama hivyo. So Ibra, hiyo issue ya Harmonize kumwambia kwamba usingekuwa msanii pesa ungepata wapi, hicho ni kitu ambacho yeye kilimuuma. Akareflect moja kwa moja kwamba mamake anaumwa alafu anahitaji hiyo pesa e, hicho ni kitu ambacho kilikuwa kimemkata. Kwa hiyo moja kwa moja akaona kwamba okay, sasa brother hataki kunipa pesa, ina maana kwamba anataka mama angu mimi afariki au niaje? Umeona, kwa hiyo e, hicho ni kitu ambacho kilimtafuna. E, sasa kwenye complain za hapa na pale ndipo Harmonize akamwambia bwana aende kokote anapotaka, e, aende popote anapotaka. Umeona, e, yeye wala hajali. Kwa hiyo hapo ndipo Ibra akabidi amuulize Chopa ambaye ni meneja wa Harmonize kwamba bwana, kuna chochote ambacho labda nimemkosea mzee Konde na akaambia kwamba hakuna, na ndio hapo akawa aka claim kwamba na ndio akapost ile, akaweka ile post ya kwamba hizi lebo da na vitu kwa kwa kwa vingine kama hivyo, kwa hiyo chanzo ni mama mzazi wa Ibra kuumwa. Ibra akaenda kuomba hela kwa Harmonize eh, ili aweze kufanya photoshoot, apate show na nini na vitu vingine kama hivyo ili aweze akalipe bili hospitalini. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Eh, kwa hiyo hapa voices imevuja mtandaoni. Ibra alikuwa anafanya mahojiano na Mwijaku. Kwa hiyo hapo, kuna peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hilo mtu mtu. Kuna page hapa imeandika kwamba voice note za Ibra akiwa anaelezea kilichotokea kabla hajaondoka au, kuzi, au akielekea akielezea jinsi alivyonyimwa msaada na Harmonize. E, kuna page nyingine hapa imeandika ombi bwana sauti ya Ibra kilalamika kuomba hela kwa Harmonize amsaidie mama yake, ya, e, na vitu vingine kama hivyo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na kipicha kuzungumza kuhusiana na hili, weka maoni yako katika comment section. Ya, yeah, so ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section tutakuwa tukisoma na kuliplay kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.